Yes yo, karibu sana bwana DNA Television. Right now unaisikiliza na kuitazama ni Kalisa Martha, the King Master one, Buffalo ya bwana Mike. Leo ama kipaza cha DNA Television kimemtembelea mkali wa kwenye, mkali wa kuchekesha, mkali ambaye anajua kufanya vitu vingi sana na wewe umeshawahi kumfuatilia kumfuatilia maybe, ama hujawahi. Leo nitakusanua kulingana na vitu vyote ambavyo amekuwa akifanya kwenye maisha yake na pale alipoanza mpaka sasa alipofika karibu sana na tuko naye hapa mkali. Uh, watu tunataka tujue kwanza, um, jinsi ambavyo wee ulianza maisha ya, ya media, maisha ambayo ya uchekeshaji kiujumla, maisha yako ya umaarufu kabla ya kufikia huko, ulianzaje kwenye ukuaji wako? uh, uh, ukifanya kitu ambacho nakipenda, kila kitu kinaenda sawa. sanani nimeanza elfu mbili na kumi na sita I think elfu mbili na kumi na sita sana maigizo kwenye makundi makundi magala huko Uh, so um, niliamini kwenye mitandao ya kijamii sana kwa sababu nilianza kuchekesha kufanya elfu mbili na kumi na sita elfu mbili na kumi na saba nikiwa niko timamu kule. Tulikuwa tunaanza kuamini mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube, nilianza kuamini vitu kama nafanya mdogo mdogo. Mungu akajalia akatoa baraka zake, mambo yakaanza hivyo kwenye mitandao ya kijamii mdogo mdogo mpaka sasa hivi naendelea tunapambana kuhakikisha napukana na umaskini. Sawa so, sawa so. Uh, wakati unaanza ku, kupata nafasi sasa ya kusema nimwone nani nimwone nani nimwone nani hmm. ili uweze kufika pale unapopataka, mi nataka kujua, uh, kulingana ni, ni, Haha, kuwaona, uh, na kile ambacho ulikuwa unakifanya, ni maamuzi gani ulichukua? Kwa nini ulichagua hao kuwaona, wale waona

sina simu kubwa, ulianza kushuti kupitia simu ya mtu ambaye namzungumzia, kushutia kwa kutumia pia anakuwa maarufu. Sina simu kubwa, natembea barabarani, sijui kama najulikana Yani jo, kwa hiyo ulianza kujulikana wewe mwenyewe ukiwa hata kwenye mitandao bado haupo kabisa yeye. Yeah, anajulikana tipo sana, ndio naendesha akaunti yangu. Kama mtu afungua akaunti yeye anaita baki pande. mm. Afu huyo ni uelewe, kwa kweli mimi, lakini hata hujui hiyo ilikuwa ni level gani? Ilikuwa yani, upo ushamaliza shule labda, au kwa level? Ah, bado mimi vitu nasoma tu nafanya ugize kinasoma kwa hiyo Baba yani na na zangu la hivi hivi ndio harakati zangu, darasa la umaarufu, bwana umaarufu, akanifundisha vitu vingi sana tangu hapo kuanza kujua yako mimi maarufu. Ah, okay. So tukibaki hapo hapo shuleni, um, nataka kujua yani maisha yako ya shuleni yalikuwaaje kama mkali wenu yalikuwaje maisha ya shuleni. Kipindi unasoma una kwa sababu mmeneniambia hapo kipindi ambacho ulikuwa bado wewe una, hmm, una una bado una simu una nini ulikuwa hmm, shule na hizo clips zinatoka bado ulikuwa shule, si ndio? Yeah. Sasa nataka kujua maisha ya shuleni yalikuwaje. Kabla hata ya maarufu. Ulikuwa ni mtu wa aina gani shuleni? Maarufu kabla sijakuwa maarufu. Maisha maarufu, mtu wa stori sana. Mtu wa vituko shuleni hata kipindi kio anakuja kuna tena wengine wa Gaskonga wale wanakuja Gaskonga shuleni, mimi lazima ndo nakuwa mratibu na vikundi, watu naigiza na fundisha watu, naimba na natunga nyimbo, watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo Mungu alinijalia kama nyota fulani ya kujulikana tangu enzi hizo, kabla sijawa mkali wenu. Kwa hiyo mpaka nakuja kwa mkali wenu, umaarufu ukaongezeka kidogo, ingawa naona kawaida kwa sababu najua ninachokifanya, umeona. Kwa hiyo mimi niko radhi kuona kawaida kwa sababu

Kumbuka nakua hivi naona ndo sistem ya maisha yangu ende Mwenyezimungu anaandikia nijekuwa maarufu mpaka nafariki. I don't know, unahisi una, una, una kuna watu maarufu wao umewapanda kichwani mpaka unazungumza hivyo. Kwa hiyo labda kuna watu ambao usha experience e, maarufu ni ni maarufu ni kama ugonjwa brother, maarufu ni kama shetani kiwendekeza. Kuna mawili, kuna uishi kwa kupata tabu sana, kwa maana mm. wewe -hmm. unaweza kama maarufu ofusio na hela alafu mm -hmm.

hata bilioni tano juu mm. ya kuishika, naomba msaada. Hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni feva au ugonjwa maarufu mm. depression inawakuta. mm. mm. Sasa depression mm. <laughs> inawakuta ina, ina, ina sana wengi kutokana na hivyo, lakini mm. kishi maisha yako ya, ya kawaida normal hata kisha nikishukuta kwamba msaada mm. utomba msaada bila kuona aibu, bila kuvaa mani, utombe msaada ukiwa hivi, Tanzania kuna komenti nyingi za kukusaidia. Sasa hizi, anaweza kataka kujua uh, mkali kwamba mkana mkali thamani yake ya utajiri ni kiasi gani, labda hivi kwa sababu tumezungumzia mtu ya wasanii kuwepo na jambo la la kujipa thamani ambayo hawana, yeah. baadaye wanakuja kuomba kwamba nisaidiwe nisaidiwe, lakini mm. mwanzo walisema bilioni tano wanazo wewe, wewe sasa hivi ukiulizwa sasa hivi hapa, kama mimi ninavyokuuliza, una, usam, una thamani ya kiasi gani wewe na brand yako una kiujumla, tathmini yako unaweza kusema ni shilingi ngapi? Ah, thamani, kila mtu thamani yake ni kubwa kuliko ya mtu mwingine. so, thamani ya mtu haifananishi na thamani ya fedha mtu um, thamani yake ni kubwa sana kuliko chochote, kwa sababu mwisho wa siku fedha mtu anazitafuta um, lakini pumzi na uhai ambao Mungu anatupa tuweze kutafuta hauinunuliki. Kwa hiyo sisi, kila mtu kila mtu ana thamani. Lakini mimi sina sina utajiri au mali kwa sababu utajiri wangu, si mtaalamu sana wa kuji expose bwana um, mimi sina na milioni mia tano au sina nini kwa sababu mwisho wa siku mimi sina tafuta, lakini si, si, nilipotoka ni um, mtaani

yanaonekana lakini anaweza kuwa mbele ya public akazungumza. Kwa mfano msanii, unakuta labda anamiliki bilioni kumi, si ndio? Uh -huh. au bilioni thelathini, unazungumzwa kwamba huo ndio utajiri wake na vyombo vya habari vinaandika hivyo. Kwako ukimiliki bilioni kumi thelathini, una una uwezo wa kuishi nyumba ya kupanga hapa Dar es Salaam? Sa so, mtu kishamiliki bilioni kumi kama hivyo bilioni thelathini, uh unawezaji kupanga bilioni sasia bilioni kumi ziliwacha fumani ni hela nyingi sana kwa sababu kibongobongo kwasani anii hakuna msanii yoyote mwenye nyumba hata bilioni moja au bilioni mbili nyuba bilioni, lakini tunaona watu wapo, wanaishi wana maisha makubwa sana, ndege nini wapi, wasanii wasanii wengine wa muziki, wengine wa kuchekesha, wengine mbalimbali. Najua nyumba nyumba tunajenga mimi najua kuna tongo rafiki zangu wanajenga karibu, lakini pia na experience kwenye ujenzi. Kwa nyumba mtu anakuambia bilioni moja, bilioni mbili, brother, sio msiara wasanii wetu kwa sasa. Sasa tangu nyumba mtu anapost nyumba zao, naona kuna nyumba ambayo yenye thamani na bilioni moja na nusu bilioni mbili, hakuna. Bilioni ni a lot of money brother, so nyumba milioni mia moja tu sio msiara. Nyumba milioni mia tatu, mia nne, noma kwa hiyo niza kuinga sifuri lakini lakini kupanda ndegedgeea ndege kwenda nchi za watu huko bila kupanda ndege kutumia basi labda kuenda um, nchi kama Marekani, mm, kupanda ndege kwa, that is sawa so, wewe binafsi una ndugu ambao anakusupport kwenye tasnia ya uchekeshaji ambao unajua kabisa unachokifanya na una support, na maybe wapo ambao kwenye management yako labda umewaingiza, kama tunavyoona wasanii wengine wanachukua ndugu zao wanawaweka, wanawafundisha kazi. Vipi kuhusu kwako? I mean ndugu zangu wana uh, support, support mtu aki uh, appreciate, utakupa mawazo bwana, hivi na hivi. Support kangu mmoja wa kwanza kuzaliwa ndio Thomas, ndio mbana support eh, na wengine ndio na support Wana support, of course lakini nafasi yao ni ipi? Labda labda ni sehemu ya managers au wana support tu, labda kwa namna gani? Natamani watamani ah, tujuesiona no, so shughuli zao. Uh, mi sina ndugu manager, ndugu minachokifanya ni peke yangu, ila support kusupport, lazima mtu wa manager akupa tu mchango positive, au kuambia tu ukweli, mwanangu, sasa hivi una drop

Sawa, unatamani kupata management labda kufanya nao kazi officially kabisa, kwamba sasa hivi mkali wenu yuko na manager huyu hapa na nini, kwa ajili ya kazi hizi tu, ili kutengenezea madili mbalimbali mbali, ya, ya, labda stand up comedy kuandaa majukwaa makubwa kufanya hizo kama wanavyofanya mengine naofanya majukwaa mengine ya wachekeshaji hey, uh, kina kuboost management, management ambao uh, wanajua au uh, wanakupenda kwa sababu ili upige hatua nzuri akiwa mafanikio manager, kwanza lazima awe na kupenda. Cha kwanza awe na upendo na yeye, cha pili lazima kwanza anze kufikiria yeye kufanikiwa kabla ya kujifikiria yeye kama manager. Wengi wanaanza kujifikiria hao kabisa, ila anajifikiria anze kufanikiwa yeye kwa kupitia yeye msanii yeye, ndio anachangamoto nyingi na kutoa management nyingi hazidumu. Lakini ukimkuta manager ana upendo na yeye dhati, kwa hiyo anataka, ana flaki, atamani ufanikiwe, ndio anakuwa anakuwa manager sahihi kwako, so management is good. Sawa, unatamani upate meneja lakini sasa hivi? Kwa sababu sasa hivi unaniambia unafanya kazi bila meneja, unatamani upate meneja ufanye naye kazi. Mimi nina ah, simu ziite kwanza, sasa hivi eh, mimi yani, of course sina meneja, lakini na watu ambao, <gulia> asavavu, ibi, uh, shi, ona, usiniite meneja, lakini kazi wanazofanya kwangu ni zaidi ya management. So nashukuru kwa hao, Mungu alionipa hao, lakini pia meneja akitokea uenda unataka kitu fulani lakini Mungu ataka uone kitu bora zaidi ya hicho. mm -hmm. hata akaja meneja hapo, mwisho wa siku tusidumu, lakini watu ambao ninao si meneja yangu, lakini tunadumu. So kitu kama meneja ambao anajitambua anasema, bwana tupande Mkali Wenu, huyo strategic plan bwana, uh, uh, ndio na mwaka utafanya mm -hmm. ina kinafanyika kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina. Mm. that you will be good manager to myself yes. tunaona wasanii wa, wa muziki wanakuwa wanapata shida sana kwa sasa kwenye kutoka kwenye management mm, anapotaka ku move on na kuendelea na mambo yake, ajisimamie mwenyewe maybe e, upande wa comedian vipengele vyenu vinakuaje? Uh, ili usaini mkataba na manager ili upate management, yani inakuaje sasa? Hiyo ni makubaliano kati ya msanii na manager, hiyo ni makubaliano tofauti. Kuna uh, kuna

inaonekana yani, kwenye nshu za kusaini mkataba wakishapewa magari, wakishapewa sehemu ya kuishi nzuri, kulipiwa kodi, yani inakuwa kwao ni sehemu kubwa sana, wanatafsiri hivyo, na kuanza hata kusaini mkataba mtu anaweza kasaini miaka kumi ishirini au mkataba wa maisha. Wewe ili meneja aje kwako mfanye kazi, vitu gani ambavyo utakuwa unavihitaji zaidi ambavyo vinaonekana kwa macho? kama nilivyokuambia, cha kwanza meneja ana ya upendo, yani upendo na kitu cha msingi, hayo magari, majumba, vitu kwa kupitia akili yake ki na mawazo yake, that is meaning of manager. Kwa hiyo um, management nakuja, si kupa nyumba kupa gari uwe ndao matajiri wamejiweza, au kiwyo msanii sio kama ingia mkenge kuna wasanii wengine pia wanatamani kupata vitu, kwa sababu mtu leo akija akupa gari akupa nyumba amekupa thamani amekurahisishia maisha. pia hiyo ni nzuri kwao. Mkataba ni siri, mpaka mtu kama ukubali kupewa gari na nyumba, kasoma mkataba vizuri, kauelewa kwamba sio gari na nyumba, nitalipaje ile mkataba, kaelewa ndio maana kasaini. Hakuna mtu mpumbavu ambaye anasaini kitu ambacho hakifahamu. Sawa, mahusiano yako mpaka sasa hivi na mchungaji Joe David kutoka Arusha kule yako vipi, baada ya kupewa zawadi ya gari na mambo yote yaloendelea? mpaka sasa hivi mahusiano yako vipi na Joe David? Zaidi ya kuwa baba yangu wa kiroho, ni mtu mzuri, ni mtumishi wa Mungu ambaye anafundisha watu kumjua Mungu, anafundisha watu hekima, busara, lakini pia anafundisha watu jinsi ya kupata mafanikio. Hiyo cha kwanza, lakini uhusiano wangu yeye, yapendezwe kutoka rohoni kwa sababu atoe gari kwa kila mtu au atoe nyumba kwa kila mtu mm. Anatoa kitu kwa mtu ambaye kampendeza kutoka nafsi yake, ili mtumishi wa Mungu ana, anaona mm. Akiangalia ajua, huu ni mtu sahihi, huyu ni mtu mzuri, hu ni mtu mbaya. Kwa hiyo mm. Ili uwe mtu mzuri kwake na apendezwe na matendo yako mm. na akupe liwadi ya zawadi, kitu ambacho kimependezwa na yeye kutoka kwako, ndio anakupa mm. zawadi. Sio atoe tu zawadi kwa kila mtu. Anampa zawadi mtu ambaye kapendezwa na kitu ambacho akifanya. Mimi nilimba nyimbo akanipenda, lakini pia akasema napenda imani yako. Kapenda imani yangu. Imani sio vitu nusu, inaonekana usoni mtu imani, kitu ambacho ili ujue mtu ana imani lazima uone imani moyoni. Aliona imani so, yangu akanipa zawadi ya gari. Sasa hiyo zawadi mpaka leo bado unayo? Yeah, na na unaitumia eh? Sasa gari nisitumie vipi? kwa gari hilo gari natumia, sababu wanasema wagoni na hilo gari <tik>